KHP, mkoaje na tumai mkopoa, nadhani mmeenjoy uh, video ya Toronto ikiwa ni usiku, na leo nikasema hapana, lazima nirudishe wana KHP Toronto ikiwa ni mchana. Najua uh, video hii haitakuwa moja, sababu vile ambavyo na amua kuwarudisha Toronto, lazima niwaoneshe vitu nyingi ambao sikufanyikiwa kuwaonesha ikiwa ni usiku, na najua hamku enjoy sana barabara lakini, uh, this time you are going to enjoy the road. Mtaenda kuenjoy barabara. Barabara zenyewe ziko complicated kidogo, zinachanganya, lakini najua uh, mtaweza kuenjoy So last time nilikuwa na mtu ambaye alikuwa ananishikia video, ndio maana eh, kidogo ungeona ilikuwa more interesting. Barabara, nakwambia he, kama hujazoea zinaweza kukufanya mama. So kama sahi, eh, niko tu sawa, lakini nimeshajipata kwa line ambao kulingana na sheria utakii kuwa peke yako lazima kuwe watu wawili ama zaidi kwa gari ndio kuwe kwa hii line, sababu unatakiwa kwenda mbio kabisa. Ni vile unaona iko na kajam jam imeshikana shikana, ndio maana eh, kidogo unaona iko polepole, juu hii ni mwanzo mwanzo ya siti ya Toronto ambayo tumeshaanza kuingia sababu siti yenyewe ni kubwa, ndio maana unaona kuna hali kama hizi hizo, majamjamu eh, ya yeah. Yeah. Hiyo ndio sababu ambayo unaona uh, kuko hivyo, lakini hii ni super highway, barabara yenyewe ni kubwa, haiko na vitu nyingi sana kiasi ya kwamba zinaweza zikachanganya, zinaweza zikachanganya na sio tu, zinaweza zikachanganya. Kwa kweli, ziko zinachanganya, sababu wakati mwingine unajipata kwa karibu uh, kupita ndio unaenda kurudi, unajipata umerudi kwa line ambayo unatakiwa kuwa, yaani ni highway ambazo zinachanganya, zinaingiana ni highway lakini unapata inachanganya na highway ingine. Hii inaingia hivi, inaingia hivi, na usipokuwa makini ee, unaweza kuhata na ukajipata unaenda mahali tofauti sana na kule ambapo ulikuwa unafikiria kuenda. Unaweza jipata tofauti sana na sehemu ambao ulikuwa unafikiria kuenda so Nataka mniambie eh, video ya Toronto ilikuwa aje ikiwa ni usiku, na hivi nimeamua kuwarudisha ikiwa ni mchana. Kuna sehemu nyingi ambayo niliwaonyesha nikiwa ninaenda, najua mliweza kuzienjoy eh, sehemu mbalimbali, na sijaweza kuwaonyesha hizo sehemu tena, sababu najua mwanzo mlikuwa mshaziona ndio maana nataka niwapeleke moja kwa moja hadi uh, City ya Toronto, niwaonyeshe zile uh, sehemu ambazo mtahitaji kuona. Kuna hiyo the CN Tower ambao tumejaribu kuzunguka uh, last time, lakini unajua ilikuwa mida ya jioni na penyewe alikuwa already pashafungwa, kwa hiyo aungefanikiwa kuweza kuona ndani na kuona city ya Toronto uh, kwa view ya juu uone hmm? Toronto yote vile inakaa ikiwa uh, view ya juu sababu hiyo tower hiyo CN Tower ndio tower kubwa sana hapa uh, Canada. Hakuna building ambayo ni ndefu kama hiyo ama hakuna e, mnara mwingine ndefu kama hiyo hapa Canada ama hapa kwenye town ya Toronto, lakini ni Canada mzima ndio naongelea. So ukiwa kwenye hilo tawa juu, una uwezo wa kuona e, e, nasema construction zone, okay. Una uwezo wa kuona city mzima ya Toronto ukiwa hapo juu, na ndio sehemu ambayo napanga kukupeleka leo kusudi uweze kuona city mzima ya Toronto vile ambavyo eh, inakaa. Najua ni sehemu nzuri sana ambayo utaweza kuenjoy kama vile nilivyokuambia kwenye video ya mwanzo nataka tupate historia kidogo ya hiyo sehemu, uone vile kuna kaa imejengwa miaka gani, na kuna ule ambaye ataweza kutusaidia tunapofika hiyo sehemu. Lakini uelewe ya kwamba yeye lugha ambayo anatumia ni Kizungu. Kwa hiyo sijui kama kila mmoja itakuwa sawa na Kizungu ama mtahitaji translator ama itakuwa sawa akiflow hivyo hivyo ama mpaka mimi niweze kufanya e, nyingine kwa Kiswahili kusudi kila mmoja aweze kuelewa vizuri. Ni nyinyi sasa ndio mtaweza kuniambia, nyinyi ndio mtaweza kunijulisha kusudi mimi niweze kujua, e, jambo la kufanya. Lakini e, okay. Mimi niweze kujua jambo la kufanya, lakini kusudi mimi niweze kujua jambo la kufanya lakini ni mwenyewe nitajitahidi kufanya tu video ile ambao e, itafanya kila mmoja aweze kuelewa vizuri barabara iko busy, yaani ukijaribu kidogo hivi mwingine anatokezea hii, hadi inachanganya kweli kweli. <laughs> sijawahi zoea barabara kama hizi haswa <laughs> sehemu zetu sio sehemu zile ambazo ziko busy sana, lakini hapa pako busy busy, busy, busy, ee, kiasi ya kwamba we mwenyewe unaona hali vile iko, so unajaribu kutoka, lakini wengine wanakuja haraka mbio sana, na gari yangu ni ndefu. Sasa <laughs> unatakiwa kuwa faster faster kabisa ukienda okay polepole, hapo unakuwa na shida sana, na ni vile nimejipata kwenye line ya ambao haitakiwi kuwa mtu mmoja. Najaribu kutoka, lakini kidogo inachanganya. Sema okay, haina shida kama mbaya mbaya, acha tupambane nayo, tuone gisi kutakaa huko mbele, tuone gisi kutakaa, tunaweza tukatoka nayo hata ikiwa sehemu ya mbele huko ama nitafute mwani najua nafasi itakuwa so nilisema, nakupeleka siti ya Toronto leo ikiwa ni mchana. Najua last time nimekuzungusha kama ni usiku, na wewe ukae nasi tu. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na ufuatilie video hii mpaka mwisho, sababu najua itakuja kwa vipande mbalimbali mbali kusudi isikuchukulie muda sana takuja kwa vipande mbalimbali. So Toronto ni city kubwa sana, na kama vile unavyoona, nadhani utakuwa unaona hizi ndege ambazo zinashuka hapa, ama ambazo zinatua hapa e, ni maeneo ya airport. Kama vile unavyoona niko e, karibu na airport ya Toronto, ndio maana unaona ndege zinashuka hapo na sehemu ambao mimi nataka kukupeleka ni downtown Toronto, downtown, kusudi uweze kuenjoy the view na uone hiyo uh, tower ambao iko hapo. Sa hizi kwanza ni vizuri hii <laughs> sehemu inatulia kidogo, kiasi ya kwamba unaweza uka change line bila kusumbuka ya yeah. na Toronto yenyewe inachanganya kweli kweli, barabara ni kubwa kama kisu naona yaani, yenyewe iko confusing, so sio kila mtu anaweza akaendesha gari hapa, na wakati mwingine unaweza kukuchanganya sana, hata uende sehemu tofauti kabisa na ile ambayo ulikuwa unatarajia kuenda ama ile ambayo wewe unapanga kuenda. Barabara pia ziko nyingi so wewe ukienda ukienda tu juu ya kuenda utajipata eh, ulienda sehemu tofauti sana na ile ambayo ulikuwa unatakiwa kuenda. Kama hapa sehemu ambayo ninayoendelea eh, kusonga nayo inaonekana sio sehemu ambayo mimi natakiwa kuenda, nikifuata laini yangu vile nanionyesha Hivyo ndio mtu wewe unajipata ulihata barabara na hapa, ukihata barabara uende sehemu nyingine tofauti, inakuchukua muda sana kwa wewe kuweza kurudi, uh, kwa sehemu ambayo unatakiwa kuwa naona, kwa maana ni barabara ambayo inahitaji umakini mkubwa sana. Unahitaji umakini mkubwa sana na sio rahisi barabara hizi kutembea bila GPS. Ukiwa hauna GPS basi, utajipata kwa shida shida ndogo ndogo. Hapa utajipata kwa shida ndogo ndogo bado. Mm, kuna jamu tena kumbe. Alafu shida ingine kubwa uh, ya Toronto ni mingi, barabara iko busy, zenyewe zinachanganya, lakini tunasonga tu. Lazima tukuoneshe city ya Toronto leo, najua utafurahia kuiona sasa mchana. Kwa hizo video zingine umeiona ikiwa ni usiku, lakini nataka sasa nikuoneshe ikiwa ni mchana lazima kungekuwa na huo na huo utofauti. Uh, najua wengi watajiuliza kumbona uliamua tuione kwanza usiku ndio ukatuletea mchana. Kuna sababu ya mimi kufanya hivyo.

Najua unaweza jiuliza sana kuhusu hii sehemu ambayo naelekea, sababu nimekuwa kwa barabara ambayo iko busy, nimekuwa kwa highway sahii. Nashangaa naanza kuingia, ni kama naenda mitaa kwenye, naenda kuingia mitaani. Najua unaweza jiuliza maswali mengi, kwani huku sasa ndio city, mahali anaenda ama aje? ila uh, sababu ya mimi kuingia hii sehemu ni vile nataka niache gari hizi sehemu niabiri train ambayo litaniingiza hadi uh, Toronto City, yaani kwenye uh, kwenye train station onaacha gari hapa alafu niweze kuingia eh, train ambao litaniingiza Toronto City, unajua Toronto city kwenyewe jamu ni nyingi na unaweza ukatumia muda mrefu sana sababu ni hapa na hapa traffic light hapa na hapa traffic light na masaa tayari imeshaenda masa, masaa zinazidi kusonga sitaki leo giza ingie kama sijafanyikiwa kupata eh, video muhimu ambao unaweza ukatizama. Na shida ni kwamba niko peke yangu kwenye gari. Last time nilikuwa na my friend ambaye alikuwa ana drive, ikawa rahisi kwa mimi kuweza kuchukua video, lakini leo nina ugumu kidogo, sababu peke yangu na drive, na peke yangu nafanya video, so lazima nikutane na yeye hizo maeneo kusudi tuweze kuandamana pamoja. So hii ndo sababu ya mimi kukuja hii sehemu, lakini hapa bado redi, niko ndani ya Toronto sababu Toronto yenyewe ni kubwa kubwa kubwa kubwa, inaweza ikawa ni kama provinsi nyingineb So, kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na bado like video hii. Najua hii safari ni muhimu tena mzuri sana kwa wale ambao waswa wanahitaji kuona Canada na kujua Canada. Toronto kama vile nilikwambia, ni moja kati ya city ambao iko na influence kubwa sana ama mvuto mkubwa sana hapa Canada. Na pia nitakwambia kwa nini. Kwa video nyingine nitakwambia kwa nini Toronto iko na mvuto mkubwa sana hivi. So, kama we ni mpya usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa video nyingi kuhusu Kanada na kwa ajili ya pia zile ambazo zinaweza kukusaidia kwa kukuja Kanada na kwa mambo mengi, na hii sio mwisho wa video hii, ila hii ni sehemu ya kwanza ya video hii ambao nakuleta Toronto kukiwa mchana. Kuna vitu nyingi sana ambazo naenda kukuonyesha na ambazo pia unatakiwa kujifunza ndani ya siti hii ya Toronto siku ya leo. Kwa hiyo andamana nami mpaka mwisho na najua utafurahia. Usikose kufuata sehemu ya pili ya video hii, sababu itakuja kwa sehemu nyingi zaidi. Niliona nikifanya moja tu itakuchosha na hutapata vile ya kuenjoy the city of Toronto, na pia haiwezekani mimi kumaliza the city of Toronto in one day. Ndio maana tutazunguka pamoja na wewe, thank you.